Na mkaribu, karibu kati ya kipindi chetu cha uh, diplomasia ya uchumi e, leo tuko nchini Italia ambako tumepata e, bahati ya kuongea na, uh, na kiongozi kiongozi wa jumuiya ya Watanzania ambaye alikuwa katika msafara ambao ulifanyika jana e, kati ya maofisa wa ubalozi pamoja na wageni kutoka wizara ya kilimo kutoka wizara ya kilimo nchini Tanzania ambao wamefika hapa katika swala zima la diplomasia ya uchumi katika kuangalia fursa mbalimbali mbali za kilimo a, a, kiongozi, hebu tumeona tu msafara mrefu siku ya jana mkiwa katika mkoa wa Campania, e, nini hasa ambacho mlikuwa mna mna, e, mmekwenda kufanya katika siku ile ya jana. Karibu. Ndiyo, sasa zumuni la ule msafara wa jana, wale ni watu wa wizara ya kilimo, kama ulivyowaona, walikuwa wameongozwa na dada Yasinta. Walikuwa wamekuja kujifunza jinsi gani ya ukuzaji au upandaji bora wa mazabibu na usindikaji wa hayo mazabibu na ni aina gani ya zabibu kati ya zile tatu ambazo zinakuwa zinatoa mvinyo mzuri, na lingine zaidi waliokuwa wanataka ni kufanya ushirikiano wa kibiashara baina yetu Tanzania na hawa Waitaliano, na vile vile Daktari Yasinta alikuwa amekuja vile vile kuwashawishi na wale wa Italiano kama wanaweza wakaja kujaribu kuwekeza nyumbani au kuja kufundisha jinsi gani ya kufanya ukulima bora na usindikaji bora wa yale mazabibu. Ndio maana hata kwenye maelezo yake alikuwa anawashawishi anawaambia, milango kwa upande wetu iko wazi, kama mnaweza mkaja, tutashirikiana na tutawapokea tu kwa kila hali hivi, na sisi tuweze kupata elimu bora ya upandaji na usindikaji wa mazabibu, kwa sababu wanasema kule nyumbani tunakuwa tunapata hasara sana. Watu wanalima mazabibu, anaweza akaishia njiani akaharibika, au wakapata mazao mengi ya mazabibu, lakini wakawa hawawezi kuyasindika kwa wakati, wanakuwa wanazidiwa. Kwa hiyo wanataka kwa elimu zaidi ya usindikaji na ukuzaji wa hayo matunda. Naam, asante sana kiongozi, asante sana eh, kwa muktasari huu ambao umetupatia ume, ume, ume, ume. Nashukuru, na sisi tunawatakia kazi njema na, na, na ushirikiano zaidi uh, kupitia balozi zetu, ili ili na nyinyi kama diaspora muweze kutoa michango yenu katika, katika, katika sera hiyo ya diplomasia ya uchumi. Asante na karibu tena hadi wakati mwingine tena mimi ni Jifa Amerika Guta kutoka Wabongo Ughaibuni Media a mark that uh, we have been here it's not necessary and uh, we are initiating the uh, collaboration with you no. uh, so that this cannot end just here it will continue and uh, until we get a fruitful collaboration with you through our uh, Antonio <laughs>